Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Unaweza ukawa unajiuliza inatokeaje mpaka mtu anakuwa amefungwa? Yani mtu huyu kafungwa, kafungwa kifungo, kifungo ambacho kinamfanya kila analolishika, kila analoliendea, kila analolifanya linakuwa zito, linakuwa ni gumu au inatokeaje mtu anakuwa amefungwa kimaradhi? Yani maradhi ambayo anajitahidi kujitibia, anazunguka pande zote, lakini bado inakuwa ni ngumu sana. Sasa haya masala, kwanza ni masala ambayo yapo na yanatokea. Vipi yanavyo, yanatokea mara nyingi sana shughuli hizi hufanywa na mganga wa kienyeji ambaye mganga huyu anakuwa ameendewa na adui yako. Yule adui anakuwa amemwendea mganga, alafu mganga ndiye anafanya shughuli hizi. anafanyaje sasa? Mara nyingi sana huwa wanatumia mchanga wa kaburi. Especially lile kaburi ambalo e, amekufa mtu muda mrefu, inaweza kachukua kaburi ambayo ina miaka kumi tokea mtu azikwe pale, au ina miaka kumi na tano mpaka ishirini. Wakati mwingine wanachukua mchanga wa sehemu ya kichwa na wanachukua mchanga wa sehemu ya kiuno na unachukuliwa mchanga wa sehemu za miguu yani, mwishoni kule katika miguu wanachota sehemu hizi tatu za mchanga. Wana namna yao, wanajua vile wanavyo wanavyo wanavyofanya. Alafu sasa kisha shughuli hii inakwenda kuishia njia panda. Watu wengi tuliokuwa nao wagonjwa wengi tuliokuwa nao au wengi wanao wanaosafa e, au wanaosumbuka katika kujinasua, wengi wao wamefungwa njia panda na wao hawajui, na mara nyingi njia panda walizofungwa ni njia panda ambazo ziko karibu na maeneo yanayoishi, kwa sababu tukio kama hili linapofanywa halifanywi sehemu za mbali ambapo wewe hutopita, zinafanywa sehemu za karibu ambapo wewe, haiwezi kuzidi siku mbili au siku tatu, unaweza ukapita pale. Sasa njia panda ziko za aina mbili, kuna njia panda jike na kuna panda na wa wa nitakuja, nivema, njia panda dume hii, nitatafuta siku na wasa wa Mungu akinijalia nitakuja nitakuelezeeni vyema njia panda dume ikoje, njia panda jike ikoje na zinafanyaje kazi haya mambo, haya mambo yanafanyaje kazi? Sasa ule mchanga utakapokuwa umechukuliwa inatafutwa na athari yako, na mara nyingi sana athari inakuwa inaotumika hapa ni athari inayotokana na mguu Aidha umekanyaga aidha ulikanyaga sehemu wakachota, wakachota unyayo ama athari inayotokana na vitu vya mwili kama vile nguo uliovaa ikaipata jasho lako ama nywele ya kichwa ama nywele za sehemu za siri na kadhalika, vitu kama hivi, kuna namna yao wao wanafanya na shughuli inakwenda kuishia pale njia panda. Kwa hiyo kama itakuwa ni njia panda ya njia njia njia nne nne, kama itakuwa ni njia panda ya njia nne, mara nyingi sana inakuwa mtu huyu akifanyiwa hapo anafungwa juu ya kila kitu kwa maana wanamfunga upande wake wa kulia, anafungwa upande wa kushoto, anafungwa mbeleni yake, anafungwa nyumbani eh, kwake. Alafu pale katikati kati ndio inafanyikiwa ile shughuli ya ile, ya ile, ya ile kazi yake ya kule, ya kule kurogwa alikorogwa anafanyiwa pale kati. Sasa yeye akipita pale, athari ya ile sihiri iliyofanyika pale inamvaa. Ikishamvaa athari ya, ya, ya, ya, ya sihiri ile, ndipo utapoona mtu aidha akipata maradhi au kuharibika kwa shughuli zake, kuharibika kwa mambo yake, ama chochote atakachokuwa amekusudiwa au atakachokuwa amenuiwa na yule mganga aliyefuatwa na yule adui wako kwenda kufanyiwa, ndipo pale utaona mtu anazunguka mashariki na magharibi, kusini na kaskazini, na asiweze kupata matokeo yoyote. Tukumbukeni, hizi njia panda ni ahadi ya shetani pia, aliichukua mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pale alipomwambia Allah, fabima aghwaitani, kwa kuwa wewe Ume ni laani siku ya leo, la aqudanna lahum sirata al mustaqim, njia ile nyooka, nitawakalia mbele yao, hawataona isipokuwa haram, la atiyannahu min baini aidihim, nitawakalia kulia ni kwao, wa an aimanihim, e, nitawakalia kulia ni kwao na kuchotoni kwao, wa an shamailihim, na kuchotoni kwao, na, na, na, na, na yaani kulia ni kwao, kuchotoni kwao, mbele ni kwao, nyuma, kote nitawakalia, wala tajidu aktharahum shakirina, wengi utopata, ni wenye, ni wenye kukushukuru. Kwa hiyo alama hii Huwa mara nyingi sana mashayatini wanapenda kuzitumia, ndo wanakaa sehemu zote zile, kuliani kwako, kuchotoni kwako, unawindwa, unakuwa kama vile mtu ambaye unalindwa. Kheri yoyote itokayo mashariki isikupate, kheri yoyote itokayo magharibi isikupate, heri yoyote inayotoka kusini au kaskazini, kheri hiyo hata iweje uwezi kuifanikisha. Ndipo pale utaona mtu anaamua mpaka anahama katika nchi aliyokupo nayo, anakwenda nchi nyingine, bado mambo yanamwea magumu, kila anavyojitahidi maskini, mambo yanamwea magumu, lakini hizi sasa, ina alama kama umefungiwa njia panda. Ipo alama zake ambazo zinaweza hizi alama zikakupa indication, ukajua, la kuna uwezekano mkubwa mimi nikawa nimefanyia matatizo yangu njia panda. Alama ya kubwa kabisa ya mtu ambaye amefungwa njia panda, yani alama ya mtu aliyefungwa njia panda ni pamoja ndugu yangu na kuota wakati mwingi sana ndoto za kuwa umerudi kule kijijini kwenu ulipokuwa ukiishi muda mrefu kama una tabia ya kuota sana sana sana kijijini yani, eh, kule ulikotoka kule kijijini au nyumba ya zamani ambayo mlikuwa mkiishi. Hizi ni alama za mtu aliyerogwa akafungwa uchawi wa kumharibia mambo yake, uchawi huu ulifanyika njia panda. Hii ni moja nitataja zile alama kubwa kubwa, eh, na sio nyingi alama zake ni chache, lakini alama kubwa kabisa ni mtu kuota amerudi nyumbani yani ana ame, kijijini kule alipokuwa ameishi. Huyu mtu hata kama atakuwa yuko Ulaya, yuko Marekani yuko wapi, lakini mara nyingi atakuwa na anaota amerudi kule alikotoka alikokuwa akiishi muda muda mrefu. Hiyo ni alama alama ya kwanza. Lakini alama ya pili mtu kuwa, yenu, unapata uvivu wa ajabu. Uvivu ule ni uvivu ambao unakufanya wewe kuwa mzito kuyaendea mambo ambayo yana maslahi na wewe, unaweza mfano tu nitolee kwamba unajua ah, mimi unajua mimi nikichukua eh, nikifanya kitu fulani nitapata faida kubwa ama nikifanya jambo hili nitakuwa napata faida kubwa, na una uhakika hilo na lakini ya mambo na, uzito uzito ya na wakati mwingine hata chuki kukuingia dhidi ya mambo ambayo yanakupa maslahi maskini wewe mwenyewe na yanakupa manufaa mwenyewe we. Lakini alama nyingine ni alama ya kihisia ambayo unaihisi katika mwili hii. Alama hii mara nyingi sana inakuwa kuhisi mgongo unakuwa mzito kana kwamba umebebeshwa kitu fulani. E, mgungu unakuwa mzito sana na kuhisi ganzi inayotembea. Wakati mwingine unahisi kama ganzi inashuka mguu wa kushoto e, au wakati mwingine unahisi kama ganzi inashuka mkono mkono wa kulia e. Na alama ya mwisho ambayo ndio katika alama kubwa sana ni kusisimka kwa mwili na kusimama nywele, yani mara nyingi ukikaa unajisikia mwili unasisimka na nywele, na nywele na kusimama. Hizi ni alama kubwa kabisa za mtu aliyezikwa. Kwa nini wanachukua ule udongo wa makaburini, eh? Yaani, kwa nini wanachukua udongo wa makaburini? Wachukue zile sehemu tatu. Kwa nini wanachukua? Kile kinakuwa ni kiwakilishi cha majiti cha mtu aliyekufa kwa sababu mtu aliyekufa, ha, tunasema aliyekufa hawezi kurudi duniani akaja akafanya mambo yakaenda. Kwa hiyo inapozichukuliwa zile athari zako zikachanganywa na ule mchanga wa makaburini pale, wewe unaishi duniani kana kwamba ni yule mfu ambaye yuko yuko pale kaburini ambaye hawezi kufanya jambo lolote lile. Kwa hiyo ndugu yangu, mpenzi wangu, kokote pale ulipo duniani, ikiwa kama wewe unatokewa na masala kama haya ama unatokewa na mitihani kama hii au unatokewa na majanga kama haya, basi kuna asilimia kubwa kabisa kabisa ukawa umefanyiwa uchawi katika sehemu za njia za njia panda. Sasa kama umefanyiwa sihiri hii, kipi ufanye, nini ufanye? Zipo njia maalum, insha Allahu alkarim, katika darasa zinazofuata, ama katika darasa zijazo, biithnillahi alkarim, nitatoa njia, namna gani unaweza ukamsaidia mtu e, aliyerogwa alie, alie katika njia panda, ama aliyezikwa aliyefungwa njia panda, biidhnillahi al alkarim. Shukran lakum, jazakumullahi khair. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh.